Huku viongozi serikalini wakiendelea kumrai kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka kujitenga na viongozi wanaotajwa kuendeleza siasa za uchochezi na no ukabila nchini, <coughs> kinara huyo wa Waipa amejitokeza na kuweka wazi kuwa atasalia upinzani na hatakubali kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza anayosema inaendeleza uongozi wa kuangamiza wa Kenya. I have no problem with Kindiki. I have a problem with William Ruto who has misled in terms of the leadership of this country who has to lose in a democratic manner and that is our pledge as the united opposition we will not relent we will not surrender Kalonzo akiwataka viongozi hao kutotumia jina lake kwa manufaa yao kisiasa. Hata hivyo, amekashifu michango inayotolewa na viongozi serikalini na kuitaja kama njia iliyobuniwa na viongozi hao ili kujitafutia umaarufu kwa kuwahonga wananchi wa So so <laughs> ea yeah. <laughs> Ameteuliwa akuchaguliwa na wananchi, kwa hivyo wache kutumia jina langu, wajue hata Ruto mwenyewe, God willing, I'm saying God willing, Ruto mwenyewe anajua kama kuna mpinzani wake sugu <laughs> ambaye atakutana kwa ballot in the next election ni Steven Kalonzo Musyoka. Zaidi ya hayo ameendelea kukashifu visa vya mauaji nchini akishinikiza kukamatwa kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Elio Langat kutokana na mauaji ya mwanaharakati Albert Ojwang huku akiwataka wananchi kujitokeza kuwakumbuka vijana waliouawa katika maandamano mwaka uliopita ifikapo tarehe 25 mwezi huu wa Juni. Kwanza afadhali Ruto alijaribu kuomba msamaha ambao ulikataliwa mbali na vijana. Sasa msamaha huyo leo tuomba kanisa muombe taifa letu, wale ambao walihusika katika serikali hii wamejaribu kuficha mambo haya and the death of Albert Ojuang has been guarded by a bodyguard of lies all the way from Homa Bay County to Nairobi County James Mwangi Undugu TV